Katika shule yetu tumepanda miti mbalimbali mbali ili iweze kutusaidia katika kipato, kwa miche tuliyoipanda haipungui ni zaidi ya mia mbili na miche hiyo iliyokuwepo hapa skuli kwetu ni miche ya aina mbalimbali, mfano mbali, miche ya matunda, miche ya bustani, vivuli. Mahindi yanaweza kutusaidia kwa ajili ya kutengeneza nini, kukoboa unga, ulituweza kupata nini, lishe Tukiangalia katika mboga mboga pia inaweza kutusaidia kupata kipato. Kama mfano, tukua tuna pesa, tunaweza tukaituza ile mboga zetu na tukazifanya zile vizuri. Hata wali mpetu tunaweza tukauza ili kuweza kujipatia kipato. Sasa hivi tukiangalia katika sehemu nyingi watu wanapenda maharage. Kwa hiyo, tunaweza kunini kwa tuza ni maharage yetu yakatoa miche na yakastawi, tukaweza kwenda kuuza sehemu nyingine na kupata kipato zaidi. Jamii Zanzibar sasa hivi kuna ongezeko kubwa la watu, kwa hiyo pesa ina mzunguko. Ukiweza kupanda mboga mboga nyingi, ukipeleka sokoni, una faida kubwa ya kila siku. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba Zanzibar ajira haipo, mimi nasema watu vijana watafute taarifa ili waweze kuzifanyia kazi, wazikomvati kuwa ajira. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inasapoti sana vijana kupitia mikopo ya uwezeshaji. Kwa hiyo wakiwa na miradi yao mizuri basi, serikali inaweza kuwasapoti.